Helo wadau wangu, mkoaje? Na matumaini ya kwamba kila mmoja yuko salama, na mimi niko hapa kualeteni hii video Lola. Hiyo ilikuwa ni conversation between Lola and babake Ogao bina the top. Yes, akawa anamwambia kwamba baba, ay, umezidi bwana, hizi madating dating zako, mimi unadeti huyu unadeti huyu, inafanya mpaka roho yangu ina shiringi kwanza yule mpenzi wako wa mwisho alikuwa amenipatia sweta na akaichukua, so <laughs> hata sijui alimaanisha nini huyu mtoto. Yani watu wakamokota demo wa Facebook, oh, sijui nini nini nini, na watu walikuwa wakisema hawa watu bado wajaachana. Sahizi ndio a wa wamekuja, na kama walikuwa wameachana wamereconcile, wamerudi pamoja, watu have been very happy about this guys. Watu wameshangilia

na hizo madating dating zako sasa. Watu walikuwa wakingojea hii siku kuwaona wakiwa pamoja, Oga Obina na Dem wa de Facebook. Watu wamefurahi wa like sana uko mtandaoni, watu wameweka comments like umenifurahisha sana, mmenifurahisha mpaka, uh, had to leave what I was doing to watch the video. Yani watu walikuwa na compliment tofauti uh, tofauti. Watu wanasema on, on top. Thank you so much you guys for watching I really appreciate it.